Yes, karibu Karibu Plan B Brand. Na leo nataka nikakuelekeze kitu cha maana na cha muhimu. Shida kubwa nayopata wengi ni busy messages za utapeli. Mfano hii hapa, message unayoona in message ya kitapeli. Saa unaona hapa imewekewa alama nyekundu, it means mimi nimeweka mechanism fulani hivi kwamba SMS yote ikitumwa ya kitapeli hapo hapo inablokiwa. Tunaita protection spam. Hii ni message za uongo za matapeli. Sasa naona, nataka nikuelekeze njia rahisi ya kuweza ku, kuepukana na matapeli mitandaoni. Kwa hiyo, utakachofanya utakuja hapa kwenye setting, then utatafuta hii hapa option inaitwa message setting. Utachagua message setting, then utashuka utachagua hii hapa inaitwa spam protection. Kwako kwa kama kama hii hapa imewashwa, utakuwa basi ipo saa ipo saa sawa, lakini hapa inakuonesha enable spam protection. Mimi nilikuwa nimeizima kwa ajili ya kuonesha, na hapa nitaiwasha. Kwa hiyo nikishaiwasha hapa, inakuwa tayari message yoyote itakayokuja kama itakuwa na maudhui ambayo message inaonekana ni ya kitapeli, kitapeli yoyote tu itazuiliwa. Mfano moja nikuonesha hapa, tukirudi hapa, tarudi nyuma tena Narudi hapa nakuoneshe. Hapa ukichagua hii hapa, spam and blocks, unaona message hapa, spam and block and block d. Kwa hiyo hizi message zijaribu kuingia kwangu na zikazuiliwa kutokana na maudhui yaliyoingia. Kwa mfano hapa, unaona jiunge na chama cha Freemason imezuiliwa, sijui mambo ya casino, mambo ya nini. Muone, hapa sio habari ya kampuni sportive, kampuni gani sijui, zote zinakuwa zimezuiliwa. Kwa hiyo ina inakuwa ni ina rahisi hivyo nasema asante. Naendelea kusubscribe chaneli yetu na share kwa watu rafiki zako na nini, ili kuendelea kupata ujanja kama huu hapa. Nasema asante, karibu tena.